Mahusiano kwa ujumla, tukizungumzia maswala mahusiano ya kwako yakoje katika swala mzima mahusiano? Mahusiano? Ah, mimi sina mahusiano na mtu yeyote. kwa nini? Niko peke yangu tu ah, yeah. Kwa sababu naona sio muda wangu, yani si stahili kwa kweli, nitakuwa nimemwangusha sana mamaangu. Akatokea mtu ambaye anahitaji kuwa na mahusiano na wewe, nini hasa <laughs> ambacho <Itabu. laughs> mm. kweli unajua hiyo kitu ipo. Obviously, unaweza takutana na mtu mtaani tena kwambia mimi nimekupenda, nataka nikuoe <laughs> ila wewe kwenye mindset yako ukifikiria kabisa huyo mtu ana akili zake timamu, kwa lazima tutamwambia kwamba samahani, naomba hivyo kwamba mimi siwezi. Akikataa sasa hapo unaanza na ugomvi utaanza, kwa sababu sio kitu ambacho unaweza kumforce mtu actually, so tunaweka unok, tu makubaliana kwamba Hapana, mimi siwezi, naomba uniheshimu, mimi ni mdogo wako, labda mimi kama rafiki yako, mimi kama mtu ambaye unitambui, niache tu hivi kama nilivyo basi. hmm. kwa nyingi huwa naenda mimi kama mimi peke yangu. Zamani nilipokuwa mdogo, nilikuwa hiyo kitu, zamani ndo nilipokuwa mdogo nilikuwa, kwa sababu hiyo kitu yani ukaanza ukinifanyia zamani, yani nilipokuwa na miaka kumi na mbili kumi, yani kuna wakaka kweli hawana adabu. Waliuza chips sijui unaagizwa na mama peke yako akosubiri kanono chips mtoto. Eh, hapana. Kwa ukifika pale, mimi nilikuwa nawezaje nikaenda na kukimbilia na labda namwambia mama. Mama, nilikuwa naona kwanza ni kwa kitu cha ajabu. Mimi nani buki niambie hivyo kwanza nashtuka. We una una lengo gani? Kwa nene namwambia mama, mama anaenda. Anaongea naye afu anaisha juu juu tu. So utakuta tu siku inayofuata anifuatilie, kwa sababu naishi maisha yangu yani bado bado bado, lakini at least sasa hivi ninaweza kufanya baadhi ya maamuzi peke yangu, ukiachana na mzazi. Ni msanii gani ambaye unapenda una, una kumsikiliza mara kwa mara katika tasnia yako muziki Tanzania? tanzani tuanzie mimi. Mm. mm. mm. mm. napenda wanamuziki wote lakini, Mbosso Mbosso ana vimelodi alafu na utunzi fulani wa ambao mimi kwa kiukweli sielewi ule utunzi kautolea wapi. Ile ni kipaji. Yani, utunzi wake na vimaneno ambavyo mtu mwingine kwa wasanii wote ambao naona pale, utunzi wake ule hakuna anayemfikia kwenye utunzi yani to, to writing. Mm. Yeah. Na msanii gani wa kike ambaye wewe umependa awe kama role model wako au ndo role model wako kwa sasa hivi, unamfuatilia mara kwa mara, umekuwa ukichukua uki, uki, baadhi ya utaalamu kutoka kwake? Napenda sana Zuchu wanavyojiamini. Yani, anajiamini sana, yani asingekuwa na ile confidence aliyokuwa nayo kizani, kama angefika pale. Ameamua kujiamini na yule pale, ndo mmoja wapo msanii ambaye mimi naona kabisa anajilete kwamba niwe mimi yani hajasahau mambo familia yake hajasahau history ambayo ameiacha kabla hajaanza kuwa msanii. Bado anaendelea na familia, bado anaendelea na yeye alivyo, alivyotoka kama huko ametoka wapi, yeah. Anaendelea na pia ana confidence ambayo inamfanya anakuwa na performance nzuri sana kama ile ya iliyopita ya kwenye awards, ile ilikuwa nzuri sana aliweka vi, vi creative things ambavyo Msanii gani ni ni kioo kwakuwei, ukasema wasanii wote, msanii gani ambaye ni kioo bora kwako yani? Umesema huyu, sasa mimi kwangu ndo nitamwiga kila kitu. Hmm. Imesinaga ambayo na mmoja ambaye ndo naangalia kama ikio, lakini huwa naamini kwamba hata wa wadogo yani, kuna kitu lazima tu kuna kitu ambacho wanacho cha unique ambacho lazima nikiangalia, kwa sababu lazima uangalie wote sio, sio tu awa wakubwa wakubwa wale washaenda na kuna namna walitumia, lakini kuna wawa chini ambao wajaenda lakini wana... wapo wana, wavumi lakini wana kitu wana kitu kikubwa, kwa hiyo ndio